Miongoni mwa washiriki wapo waliozungumza hilo la kwamba uh, kuna vitendo vya kikatili dhidi yao kutoka kwa wenzi wao. Hatuna uh, hakika uh, hilo, zaidi, na tatizo kubwa kiasi gani. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuangalia kwa maana ya kulitafiti zaidi na kuwafikia walengwa kwa lengo la kuangalia hatua gani za kuchukua lakini ukatili wa wanaume dhidi ya wenzi wao eh, limekuwa ni jambo ambalo linazungumzwa kwa muda mrefu, na kuna vitendo vya ukatili ambavyo vinaripotiwa na vyombo vya habari kwa kiasi kikubwa. Sasa somo limetuonesha kwamba mwanaume anapaswa kuwa mcha Mungu. Somo la Biblia lilikuwa limetuelekeza huko, na imani yetu ni kwamba mwanaume mcha Mungu hawezi kutenda ukatili kwa mwenzi wake kwa sababu huyo mtu moyo wake umemwelekea Mungu. Ni mtu anayesikia mausia ya Mungu na amri ya Mungu inasema, yale usiyopenda utendewe usiwatendee wengine wenginenya mm. Ukatili basi, kwa sasa tunatoa wito ama tumefundishwa namna ya kutokaa kimya, kuzungumza ili kutoa yale ambayo yako moyoni na unavyozungumza mwanaume, kwa sababu wanaume wengi huwa hatuzungumzi tunavyofanyiwa ukatili. Dokta ametufundisha kwamba ile namna ya kutozungumza kwa mwanaume na kukaa na vitu vingi moyoni na stresi huwa inapunguza kinga ya mwili. Kwa maana hiyo, wanaume wengi wanakufa haraka kwa kuwa kinga zao za mwili zinashuka kutokana na manyanyaso wanaokutana nayo na changamoto wanazokutana nazo, lakini hawawezi kuzisema na kuziondoa moyoni. Kwa hiyo, kwa wanaume wote ambao wananyanyaswa, waweze kufunguka ili kutoa kile kitu ambacho kiko moyoni mwao, ambacho kinawatesa au kuweka, tunasema wana, wana wanahifadhi mambo moyoni, hawasamehi kwa sababu wameyahifadhi moyoni, hawapendi kushirikiana na wenzao. Basi waweze kufunguka. Kuna sasa hivi kuna, kuna, kuna taasisi mbalimbali, kuna kanisa, kuna wanasheria, kuna wazee wa busara, basi waelezee. Unavyozungumza lile jambo, basi linakuwa limetoka moyoni, maana hiyo, basi moyoni mwako unakuwa uko huru u hutapatwa na ile changamoto ama ile shida ya ku, kupungukiwa na kinga za mwili kwa sababu unapokuwa na yale mambo ma, ma yote umeajaza moyoni, unakuwa na stresi. Ukiwa na stresi kinga ya mwili inashuka, basi unapopatwa na tatizo lolote au ugonjwa wowote unakufa haraka. Ndio maana wanaume wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya kutosamehe ama kunyanyaswa na kukaa kimya. Unapokaa kimya, ningesema ukatili ni dhambi uwe umefanywa na mwanaume unafanywa na mwanamke, ukatili ni dhambi na Mungu hajaturuhusu tuwafanyie wenzetu ukatili, na amri ya tano inasema usiuwe, na haijasema mwanaume asiue au mwanamke asiuwe, ila uwe unaambia usiuwe, na kumfanyia mwenzake ubaya wa aina yoyote ni ukatili. na Mungu hapendi. Kwa mimi ningesema kama mtu anamcha Mungu hataweza kumfanyia mwenzake ubaya wowote. Kwa hiyo e, e, ms, msingi wa kuleta mageuzi katika ilo osema ni watu kumrudia Mungu na kumcha Mungu. Uweze kumpiga mke wako, uweze kumpiga mme wako kwa namna yoyote, ukiwa na maana unamuona mwenzako kama mfano wa Mungu, maana Mungu alivyotuma alisema atufanye mtu kwa mfano wetu. You see? Kama sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, unaupigaje mfano wa Mungu? Unaotesaje mfano wa Mungu? Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja karudi mahali pake, na Mungu mzuri ameweka wazi nafasi ya kila mmoja kwenye ndoa. Kila mmoja akikaa kwenye nafasi yake, haya mambo yataweza kuwepo. Kwa hiyo tuendelee kurejeshana, na kama kuna mtu mwenye tabia za kumtesa mwenzake, aache jambo hilo, maana hilo jambo halimpendezi mimi Mungu, lakini pia hilo jambo linaleta madhara kwa kizazi chake, maanake watoto kwa namna yoyote utaathirika kutokana na kitendo ambacho mmoja wa wazazi anafanya. Mtoto akimwona baba wake anapigwa au mama yake anapigwa, huyu mtoto ataathirika maisha yake yote, na yeye pia anaweza kufanya vitendo kama pengine, baadaye wakati ataingia katika maisha ya ndoa kama haya, ama pengine asiingie kabisa, kwa sababu ya hali hiyo ambayo ni experience. Kwa mimi ningesema kwamba e, vitendo hivyo havifai kwa, kwa namna yoyote, na sio mapenzi ya Mungu. Ningesema kwa wanaume sababu wanaume si rahisi sana kusema kama amefanyia ukatili e, wanawake ni rahisi kusema kwamba amenipiga, amenitesa, amenifukuza na hivi lakini, mwanaume akipigwa, akifanyia ubaya wote, hilo anatulia nalo mwenyewe, anameza nalo anakufa na dai shingoni. Mi ningesema ni vizuri wanaume, kwa sababu tumekuwa na umoja wetu wanaume, utafuta mtu naye mwamini, mshirikishe jambo alojipitia, e, ambaye anaweza kutunza jambo hilo na, na, kusabio, na kwa sababu hiyo anaweza kupata maarifa namna ya kutoka. Ni vizuri usife na tatizo usiki, kwa sababu ukifa kwa kupigwa inasema huyu amekufa kwa kupigwa, ingawa usikii lakini umeshapigwa na mkufa. Kwa hiyo ni vizuri kusema, hata kama ina Kiafrika tuseme ina sound kwamba ni ni kama aibu fulani, kwa unapigwa yeye na mke wako bwana, eh unatesoje na mke wako. Kwa hiyo ni vizuri sana wanaume, kama kama wako wana namna hiyo, wasifiche. Maana yake hiyo ni kama kuficha ugonjwa ambao siku moja utakuumbua utaku kwa kifo, ama unaweza kuumbua kwa ulemavu. namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, lakini pia ninatoa wito sasa kwa kwa wanaume wengi, tunapoita mkusanyiko wasiache kufika. Wengine wanaweza kuona kwamba ni jambo la kawaida kwamba tunaita wanaume tunaeza kupoteza muda, lakini kwa kweli namshukuru Mungu kwamba kwa leo tumejifunza na wanaume wameona kwamba tunapoitwa wanaume kuna mahali ambapo tunaweza tukapaza sauti zetu, na na hilo na ni kiri wazi kwamba kila alishiriki. Kwa sababu tulipata nafasi pia ya kushirika na utumishi wachungaji wa makanisa mbalimbali kutoka Mennonite kutoka Anglikana kutoka EAGT na wengine Waislamu walikuwepo pia, na kwa kweli wale wachungaji wame wame wame wame wametoa sifa na pongezi kwamba kwa kweli ilikuwa ni, ni mafundisho mazuri, na wengine wamekiri wazi kama wangejua kama ni jambo kubwa na namna hii wangeweza kuita hata washirika wao na waumini wao kwa wingi naweza kupata nafasi hii ni ni ninamshukuru ni, ni, Mungu na kwa kweli, kama kamati na kama ushirika, tuna tunaahidi tuna kwamba hii ni season 1 kwa hiyo tutakuwa na season 2 na itakuwa niendelevu kwa ajili ya wanaume kupata mafundisho kama haya. Na jambo la tatu ni niombe kwamba viongozi wetu hasa viongozi ma, ma, wakuwa majimbo askofu na wengine wale wanaohusika wa ngazi ya juu tuwe na, na nafasi ya kukutanika kwa wanaume wanaume isio tu ni usharika waniule lakini tu angalau na sharika nyingine, kwamba angalau tupate nafasi ya kufundishwa, tuna tunahitaji tuna, tuna, tuna sana wanaume kujifunza na kukumbushwa, lakini kuhuishwa na kuomba pamoja, kwa sababu tupate nafasi ya ya kukaa pamoja na kuomba kwa pamoja, kwa sababu kazi tulizo nazo. Sawa, asante. Kuna